Mimi Mimi ni ni gavana gavana wa wa chama chama gani? gani? Hebu nipatiani Wiper. Wiper. Wiper. Nipatiani Wiper ya Kalonzo, nikisema Wiper sema kwa Kenya, mimi na Ruto tulikuwa attend parliament. Yeye alikuwa minister wa agriculture, mimi nilikuwa assistant minister wa youth affairs and sports. Amepata wakamba wengine hapa eh, kazi yao ni kwenda kumdanganya, kumwambia zile vitu eh, za kuja kuharibia wakamba wale wengine ground, na zile excellencies. Anasema wajinga wao ndio wajinga namba, si ndio? Hata ile vitu anamwambia Anasema maneno ya Ukambani ni ya kumfanya hata president aonekane ni kama ajui ni nini anasema. Wacha nikwambie your excellency. Hawa wanaume uko na wao ni? Tunalaana. Hawa wanaume uko na wao, ni? By the way, yule mwanaume alikuwa na maana sana. Alikuwa na his excellency na akamwachilia Kanda ni Munyaka. Tunalaana. Munyaka alikuwa anasikizwa Ukambani ama hakuwa anasikizwa? Hao wengine wanasikizwa? ao Eh, wanasikizwa. Anyway, ole wao, lakini eh, president, ukiwapatia vitu pima, kwa sababu ha wa wanakula wanajua matumbo yao. Pesa yako tu wanatumia bure, wacha kuwapatia pesa, wanakudanganya kwa sababu hapa Ukambani ni locked. Ka, Ukambani ni kwa Kalonzo. Si ndio?